Mivutano hiyo imetokea pale serikali ya mkoa wa Lualaba kuwaondoa wachimba migodi katika eneo zao za kazi Komadai kwa madai kwamba wanachimba kiharamu. Suala ambalo wachimba madini wametupilia mbali wakisema mamlaka ya mkoa wa Lualaba chini ya usimamizi wake Fifi Masuka saini imewaondoa kwa nguvu kwenye kazi zao za kila siku na kuzishikilia kimabavu. Chia vile baranza bakataria kuingia musit minyenjw a kutumika alonjole iliweza kulamusha ile mamafujofujo yote, hatua ambayo imewafanya vijana wengi kubaki bila kazi na ambayo inaweza kuzaa matatizo yawezi ubandia na kazalika jijini humo Kolwezi, wakiwa na asirakali. Wachimba madini hao waliandamana mwanzoni mwa wiki kwa siku mbili mfululizo ili kuitaka mamlaka ya fifi masuka saini kuwaruhusu kuingia kazini mwao. Um, sawa sisi tunashangaa sana kufukuziwa kwenye kazi asa, tunapenda kuuliza sisi tutaenda wapi? Sisi tuko na majamaa kama wazazi, tusipofanya kazi tutaiba wa tufanye nini? na hayo ndio kazi ambayo tunajitegemea tunajuliza kama twende wapi, hatupati najibu. Ndo tunaomba baba mtusaidie, hata kwa nafasi yenu nasi tue natumika kidogo kidogo, tuenapata napata makuta ya kusaidia majamaa. Hayo ndo malalamiko yetu tunapenda kuweka kwenye serikali, huyo ni uwezo mpenda Trezor wakiandamana katika hali za fujo na kupokonya watu mali, kama baadhi ya vyanzo vimesema, askari polisi waliingilia kati ili kurejesha hali ya utulivu, kama anavyothibitisha mkaaji mmoja hapa kutoka Kolwezi. Wananza naye fujo fujo fujo, wanaenda kukombana na la police na, na ba civil ilikuya ile, eh, mambo iraanza depuis 6 heures de 6 heures katika peu près 17h 18h njele dosie na kachika antuka kurukia bablese kurukia tu ni tu just tu eh, ni ule moya njo alipata tu just nani blesir ya nguvu na anakufa. Milio hiyo ya risasi walioirusha polisi imesababisha vifo vya watu wengi kulingana na waandamanaji. Watu wengi walifariki na wengine mpaka sasa wajulikani walipo, na mpika mumu Kongo inatokea kukifua ya kumbele na kule kukifua ya kumbele mkutembea mkutembea anafika muka ya jekamini muso ya musonoi kukote ya oshwe ni kule ariangukia. Wakati ananguka bantu barikuwa pali banangariake eh, unduku anakufa kumuverifie ilikuwa ni bal sepurkua barumbeba bananza na fujo fujo fujo banenda kukombana na la polise na, na basivili. duruhuru zinasema kwamba ni mtu mmoja tu ndiyo aliyefariki katika mkasa uwo wa mandamano, mandamano ya wachimba madini ya kushuhudiwa katika jimbo za Ukatanga na Lualaba tangu mamlaka za mikoa hiyo kuchukua misimamo ya kuziuzia makampuni ya wachina baadhi ya eneo zao za kazi ambako wakaaji wa mikoa hiyo walikuwa wanatumika kama kitega uchumi. Sisi tunaweza lomba kwa guvernema provincial hapa ya Lualaba ishughulikie hii kazi kwa sababu a, kama watu wako natafuta maisha wako natafuta ili kwamba wajijenge katika jamaa zao. A, wakati walikuwa wanajitegemea wakichimba Uh, wakichimba wakitafuta makuta, tunaona kama wakiwafukuza ni mambo yenye aina nzuri sana lakini tunaweza waomba kwamba ili kwamba wanaweza foa wanauzisha fasi me wanawachia fasi zingine, ili kwamba watu wote waanze kupata haina mzuri ke bo wenyewe waanze kupata tu makuta me watu wengine washinde kupata makuta ile, nao ni mubaya, ailete sura ya mzuri kwa guvernema yetu ya Congo. Nikiripoti kutoka Mungulunga, tarafani Dilolo, mimi ni Aswaru wa Kilongo Itele kwa niaba Channel Africa iliyo sura taswira na mzinduo wa Afrika.